Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe ili msipitwe na video zinazofuatia. Leo tuna video nyingine ya kupamba keki, nimetumia rangi ya papo hapo. Nimeunga keki, kuna red velvet, kuna vanilla, kuna chocolate. kama tunavyoona kwenye video yetu, keki yetu ni inchi sita, kama tunavyoona ni kilo moja na nusu hapo nishaanda butter cream yangu nishaunga keki nishaweka nishapaka koti ya kwanza, hapo napaka koti ya pili. Jitahidi kufanya kazi yako nzuri yenye kuvutia, yenye mwonekano mzuri kama hivyo. Jitahidi kuandaa butter cream nzuri ambayo itakupa matokeo mazuri. Butter cream ikiwa nzuri, hata kwenye kupamba kwenye keki haisumbui wala haiwezi kutoka. Kama tunavyoona hapo, nikaanza kusawazisha kitana changu una style nyingine ambayo unaipamba kwenye keki na keki yetu itapendeza itavutia kama utakuwa na swali maoni au ushauri weka kwenye comment, itapitia, komenti ntapitia ntajibu komenti zenu pia unaweza ukashea video hii uka ili na wengine wajifunze kwa wale ambao wanataka kujifunza unaweza ukasubscribe ili usipitwe na video zangu ambazo tunakuwa na posti hapa mara kwa mara pia kuna video mbalimbali nimeweka za kupika na kupamba keki tofauti tofauti, kuandaa buttercream, kuandaa fondant, kupika red velvet, chocolate na vanilla. Pia nimeweka kama tunavyoona, na pia na mapishi mbalimbali nimeweka kwenye channel yangu, kwa unaweza ukaangalia ukafanyia majaribio. Kama unavyoona hapo, kama nilikuwa napaka buttercream kisha nasawazisha na kitana naangalia sehemu ambayo imepelea, naongezea sehemu iliyozidi. Kitana chetu kikipita kinasafisha na kusawazisha. Baada ya hapo, niliamua kubadilisha staili yangu leo ya keki, nikatumia kitana kifupi kwa ajili ya kuweka maua kwa chini, wakati kwa juu sikuweka maua ili kuvutia kazi yangu. Baada ya kumaliza kama hivyo, nikasawazisha keki yangu. Kwa wale ambao wanaulizia vitu vya keki, jitahidi sana kama unaweza piga picha, vikorokoro vingi vya keki maduka makubwa makubwa, kila kitu unapata. Kama ni kitana, kama ni bezi, ukitaka icing sugar unga nini, vikorokoro mpaka na mayai. Wengine wanauza vitana hivyo tofauti tofauti, unaweza ukanua vile vikubwa na vile vidogo kwa ajili ya kutumia kwenye sampo tofauti tofauti za keki, ili kunogesha kazi yako. Baada ya hapo, nilikuja nikaweka viua vidogo vidogo pamoja na hivyo vikubwa kiasi vya rangi ya papo, ili kuweka mvuto kwenye keki yangu kama tunavyoona. Baada ya hapo, nikaja nikaweka topa topa, inakuaga na kikatasi kwa mbele ambacho kinang'aa, kwaona kitoa ili king'ae vizuri kwenye keki kama hivo. Baada ya kumaliza kama hapo, nika spray silver dust yangu ili kuweka mng'ao kwenye keki, na baada ya hapo, keki yangu ikawa tayari imependeza sana na ni simple sana. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na keki yetu ndio hiyo.